Shangwe na furaha kutoka kwa waumini wa Kanisa la AICT Mpanda ikiwa ni kuonesha shukrani za dhati mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuchangia ujenzi wa kanisa hilo kwa kutoa kiasi cha shilingi milioni 50 ambazo zimeshaingizwa kwenye akaunti ya kanisa. Akitoa salamu za upendo kwa niaba ya Rais Samia, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amesema serikali ya mkoa ilimshirikisha rais katika suala la ujenzi wa kanisa hilo ambapo ameweza kuchangia ujenzi wa kanisa. Mrindoko amezungumzia suala la maadili kwa kuwataka wananchi kuwaongoza na kuwajenga watoto na vijana katika maadili mema, kwa kukemea vitendo vyote viovu ambavyo ni kinyume na maadili ya Kitanzania, huku akisisitiza suala la amani, upendo na mshikamano ndani ya jamii. Na kwa maana hiyo kwa sababu mheshimiwa rais watu wote ni wa kwake bila kubagua bila kujali wana hali gani, kama tulivyohubiriwa pia hapa basi, tuliona na tukashirikiana na viongozi wa kanisa kumshirikisha mheshimiwa rais katika swala la ujenzi wa kanisa lenu hapa <coughs> na kwa kweli, kwa heshima na taadhima na kwa furaha kubwa, ninaomba niwajulishe rasmi kabisa kwamba Mheshimiwa Rais ameweza kuchangia kwa haraka sana ujenzi wa kanisa hili. Ni katika spidi ambayo hatukuitarajia, lakini aliweza kufanya hivyo. Na kwa maana hiyo, tayari alishaingiza alisha fedha kwenye akaunti ya kanisa kiasi cha shilingi milioni 50 ya Kitanzania. Ninaamini viongozi watathibitisha hapa kwamba fedha hizo zilishafika na huenda zimeshaanza kufanya kazi mbalimbali, wao wenyewe wanafahamu, lakini mheshimiwa rais ameunga mkono na mimi ninaamini kabisa kwa mahubiri tuliopewa hapa, huu ndio ule upendo wa agape ambao hauna masharti ya aina yoyote. Naomba tutunze amani, tutunze usalama, tutunze mazingira, tusikate miti hovyo, tusiharibu vyanzo vya maji, tusiharibu ardhi, kwa sababu hatuna nchi nyingine, hatuna mkoa mwingine zaidi ya mkoa wetu wa Katavi. Unaweza ukasema mkoa wa Katavi ukiharibika, nitaenda kwingine. Ni kweli. Lakini tusipofanya udhibiti maana yake ni kwamba tunaweza kujikuta mikoa yote imeharibika, mikoa yote ina ukame, mvua hainyeshi, maji ya kunywa sisi wenyewe na mifugo na viumbe vingine hayapo na kwa maana hiyo tutakuwa tunajiangamiza sisi wenyewe. Kila mmoja ahakikishe anashiriki kadria anachojaliwa. Kama moyo wako umekutuma kugombea nafasi mbalimbali mbali, basi gombea huku kitunza amani na usalama. Kama wewe hutagombea nafasi basi, nikuombe ushiriki katika kupiga kura kuchagua viongozi wanaotufaa katika kipindi cha miaka mitano inayokuja na huku ukihakikisha unatunza amani, utulivu na usalama, ili baada ya uchaguzi nchi yetu na mkoa wetu viendelee kubaki katika hali ya amani, usalama na utulivu. Niwaombe sana tuzitumie vizuri nyumba za ibada katika kuhakikisha kwamba amani na upendo unahubiriwa na mshikamano wa kitaifa unahubiriwa. Sisi wote hapa tuna wajibu wa kuhakikisha maadili mema yanaendelea kuwepo kwa vijana wetu wote, wawe ni watoto wawe ni vijana wa umri wa kati, wawe ni marika ya katikati, wawe wazazi, wawe walezi, wananchi wote kwa ujumla, tuhakikishe kwamba tunaishi kwa kuzingatia maadili mema, lakini tuhakikishe pia watoto wetu na vijana wetu tunawaongoza na tunawajenga katika maadili mema. Hivyo niombe sana tuendelee kukemea vitendo vyote viovu, mimba za utotoni kwa mfano eh, matumizi ya madawa ya kulevya, uhalifu wa aina mbalimbali, kuvaa mavazi yasiyo na staha na vitendo vingine vyote ambavyo tunajua kabisa ni kinyume na maadili yetu kama Watanzania. Akitoa shukrani kwa niaba ya kanisa, mwinjilisti Joel Nkanda amesema wamepokea kwa moyo wa shukrani fedha hizo na kuahidi kuendelea kuunga mkono juhudi za rais Samia Suluhu Hassan pamoja na kuendeleza amani na mshikamano. Sisi tunaahidi mweshimiwa mkuu wa mkoa, umfikishie Mweshimiwa Rais kwamba tumepokea kwanza, kwa shukurani sana moyo huu wa ukarimu. Kwa niaba ya baba askofu, tumepokea kwa ukarimu na kwamba, na kwamba tunaahidi kuendelea pia kuunga mkono juhudi za serikali ambazo umezieleza mahali hapa kama kanisa. Tunaahidi kutoa ushirikiano katika shughuli zote za uchaguzi kama ambavyo Mungu atatusaidia katika mambo mbalimbali mbali, kudumisha amani, maadili mema na kuhakikisha kwamba tunakabiliana na kufutilia mbali ubaguzi wa namna yoyote kama ambavyo umetuelekeza mahali hapa.